Mambo. It's Dr. Florence Kanozo. Na hii ni episode 2 ambayo tulikubaliana kuonyeshana mazoezi mepesi kabisa ambayo baba na mama wanaweza kufanya wakiwa nyumbani ili kuimarisha misuli yao. Sasa utahitaji vifaa gani? Cha kwanza ni aina ya kiti. Tafadhali usifanye mazoezi haya kwenye sofa au kwenye kiti cha plastiki. Chukua kiti cha dining au kiti cha mbao kama hiki. Na cha pili, kamata mwamvuli wako namna hii. Karibu sana. Zoezetu ya kwanza, utakuwa umekaa kwenye kiti namna hii. Tafadhali sogeza makalio yako karibu kabisa na mwisho wa kiti, nikiwa namaanisha kwamba paja hilo linaning'inia. Lengo letu ni kuupatia mgongo nafasi ya kuweza kukaa wima hivi So kama baba na mama wana kibiongo na hawawezi kabisa na every time ukijaribu kumwambia baba, hebu kaa vizuri, unaona anaanguka, basi panga mito mpaka ifike kiasi kwamba awe mahali ambako hajaegema hivi, bali yuko wima, ila amekuwa supported na mito and then utakamata mwamvuli wako namna hii. Mwamvuli utautoa kutoka kwenye magoti, utauleta kwenye kidevu, utanyanyua juu. Kidevu, magoti, ya kwanza. Hiyo, kidevu juu, kidevu, magoti, ya pili. Kidevu juu, kidevu, magoti, ya tatu. Zoezi yetu ya pili, pia nitakuomba ukae kwenye kiti, mkao ule ule, nikiwa namaanisha kwamba makalio yako mbele kabisa, kisha mikono yako utaegema karibu na mwisho wa kiti kujipa sapoti. Baada ya hapo utanyanyua goti moja, mbili, moja, mbili, moja, mbili. Lengo letu ni kunyanyua goti mpaka goti liwe juu ya kiuno. Ukichora mstari, unaona goti langu linafika usawa wa mbavu, maanake kiuno kiko chini, mbavu zangu ziko juu, si ndio? Kwa hiyo nyanyua goti lipite juu ya usawa wa kiuno. Kama sasa, mwavuli wako namna hii unyanyue juu, kisha nataka uiname mpaka hii pembe itazame juu. Rudi inama tena upande wa pili mpaka hii pembe nyingine itazame juu. Hiyo inakuwa ya kwanza, tunaendelea side by side by kwa kuwa una pande mbili. Hii sio moja mbili, ah. Hii ni moja moja, mbili mbili, tatu, the other side, tatu. perfect. nne, the other side, nne. Tumeelewana. Kwenye zoezi letu la nne, nataka sasa ukae mpaka goti ligusane na mwisho wa kiti Kamata mikono yako hivi, kisha nyanyua vidole juu, nyoosha mguu alafu shusha, mwingine shusha. Hiyo inakuwa moja. Ya pili, shusha mguu mwingine, shusha. Kumbuka hili zoezi ndilo zoezi pekee ambalo unataka makalio yawe mwisho wa kiti. Kwa zoezi letu la tano na la mwisho na we gonna do some cardio. Sawa. So, cardio hii itakuwa uh, pamoja na coordination. Kwa hiyo mkono wa kulia mbele, goti la kushoto. In the moment ukiweza kumechi mikono na magoti tunaweka speed sawa na hapa ndipo nitakapokuacha . Zoezi yetu jingine ni kujifunza kukaa na kusimama, ambayo kweli ni kama squats. Kwa hiyo, kwanza tutaweka mikono hapa kifuani, alafu tutasimama na kukaa kukaa tutafanya zoezi hili kwa kufuatisha maelezo unayoyaona kwenye caption hapo, na zoezi hili ni muhimu sana na ndilo linalosumbua wazee wengi. Wazee wengi wanapata shida ya kusimama na kukaa. Na leo nataka ni kufundishe zoezi fulani. Simama wima, miguu ikiwa usawa wa hips, kisha mikono yako na viganja vya mikono yako chukua uieke kwenye mapaja hivi, halafu fanya vidole vyako kama unataka kujikuna mapaja hivi, si ndiyo? Kisha anza kuinama huku ukikunja magoti, fanya kama unavua suruali alafu na unavaa suruali. Narudia tena, tunainama huku, tunakunja magoti, tunavua suruali na tunavaa suruali. Kuvaa nguo za ndani ni sawasawa na kufanya deadlift. Kwa hiyo, hapa suruali yangu, ah, twende tuivue sasa, si ndio? Angalia. <laughs> Mlipochekelea tena, tuvue suruali. Unaenda unavua suruali na unavaa suruali. Kiake kiti hapa kwa ajili ya balance, na ni lazima utumie kiti kwa sababu muda mwingine tunaamini kwamba balance yetu inatutosha, lakini not really, na tunakosea kwa hiyo kamata kiti chako, kiweke hivi, shikilia kiwe stable. Kama unahisi kiti kitabinuka kuja upande huu, basi either omba mtu akaye hapo, ama chukua lita yako e, ndoo yako ya lita kumi ya maji weka hapo, kisha egemea kiti, nyanyua kisigino, alafu kishushe chini taratibu. Hiyo inakuwa ya kwanza. Ya pili, nyanyua kisigino tunashusha chini taratibu. Kwa hiyo kama mnaona visigino vyangu, tunashusha chini taratibu. Na zoezi langu jingine pendwa pendwa sana ni zoezi la kusogeza mguu kupeleka upande kutoa nje. Simama karibu na kiti kwa ajili ya balance, alafu toa mguu nje, rudisha ndani, siyo mbele, siyo nyuma Hapana, tunatoa nje. Kitu kingine ambacho sitaki kuona ni wewe ufanye hili zoezi umeinama hivi. Tunafanya hivi kwanza, utaanguka. Kiti kitakufanyia hivi, utaanguka. Weka ndoo yako hapo ya lita kumi, shikilia kiti au mwambie mjukuu akae hapo. Shikilia kiti, nyanyua mguu, rudisha. Kama huwezi kunyanyua mbali kote huko, na wengi wetu hatuwezi, sisemi tufike kule fanya hata hapa, rudisha. Egemea uzito kwenye mguu huu ambao uko karibu na kiti, toa huu mwingine, rudisha. Zoezi letu la mwisho ni moja ya zoezi zangu pendwa sana kufundisha wazee, kwa sababu ni zoezi la balance. Sasa hapa kwenye balance, nataka uchukue kiti kiweke pembeni yako karibu sana na wewe, ama ukiweza fanya zoezi hili kwenye ukuta kisha upande ule sasa ambao ndo uko karibu na kiti, the opposite leg, mguu uliokuwa mbali na kiti ulete mbele ya mguu uliokuwa karibu na kiti. Ukiwa unauleta mbele, hakikisha kwamba kisigino cha mguu wa mbele kinagusana na dole gumba la mguu wa nyuma. Kwa hiyo matokeo yake unaonekana kama hivi. Baada ya kukaa hapo hivi, leta uzito wako wa mwili mbele mpaka usikie uzito wa mwili wote uko kwenye huu mguu wa mbele, na huku nyuma hamna uzito wowote kiasi kwamba mguu umeanza kunyanyuka wenyewe. Alafu rudi nyuma, rudisha rudisha pale pale, kisigino na dole gumba. Sogea mbele, amisha uzito wote wa mwili kwenye mguu huu wa mbele, mpaka mguu wa nyuma unyanyuke. Rudi nyuma, toa mguu, relax. Let's do that one more time. Mguu unakuja mbele, kisigino na kidole gumba vinagusana. And then, tunaamisha uzito wa mwili mbele mpaka mguu huu wa mbele tunasikia umekuwa mzito. Unasikia kisigino kimebeba uzito wa mwili na mguu wa nyuma hauna uzito wowote kiasi kwamba umenyanyuka juu, alafu rudi. Ili zoezi ni muhimu sana kwa sababu ndilo linalowasaidia wazee kuweza kurudi kutembea kawaida na kuacha kutembea ile ambayo ndio inayowafanya waanguke at the end of the day. Mazoezi haya you can do it at home, na nimeelekeza kwa njia rahisi, kwa vifaa ambavyo haviwezi kusababisha majeraha unless you are not paying attention, ama unless umefanya kwa kufosi sana, ama bado afya yako haijatengemaa vya kutosha kuweza kufanya mazoezi haya. Lakini kama una uwezo wa kuenda wani mwenyewe, una uwezo wa kutoka labda chumbani kwenda sebleni mwenyewe. Nafikiri mazoezi haya unaweza pia ukayafanya bila usimamizi wa mwanao, yaani unaweza tu ukachukua vifaa vyako, ukaangalia video yangu na ukafanya mazoezi haya. Na ninakukaribisha baba, ninakukaribisha mama, ninakuchallenge. As a matter of fact, ninakuchallenge kufanya mazoezi haya ili elfu mbili na ishirini na sita iwe ni mwaka wa tofauti. With that being said, nawapenda sana. Mwah.